Hey mama, karibu kwenye awamu yetu ya tatu ya leba na uchungu wa kujifungua. Kwa hiyo tumeshaongelea awamu mbili mm zilizopita, kama haujaangalia mm bado, naenda kwenye video zangu zilizopita na kuwekea hapo link kwenye description down below. Utaenda kuangalia, ni vizuri uanze kuanzia awamu ya kwanza ya pili na ya tatu. Katika hii video naongelea kuhusu awamu ya tatu ambapo tutakuwa sasa tunatanuka kutoka sentimita nane mpaka ku so hapa, ya mkini tayari umeshafika hospitali au eneo la tukio ambalo utajifungulia. Kwa hiyo uh, maumivu sifa za hizi hii stage utakuwa maumivu yatakuwa yanakujia kwa sekunde sitini mpaka tisini kwa hiyo maumivu yatakuja kwa kipindi hicho, lakini pia yatakuwa yanaachana dakika moja moja hmm. Kwa hiyo hapa mambo yanakuwa yamepamba moto, maumivu yanakuwa ni makali, lakini habari njema ni kwamba hiki ndio kipindi kifupi kuliko vyote, kwa sababu kishaingia hichi kipindi, yani muda wote tunaenda kumwona mtoto, yeah katika hizi sekunde sitini hadi tisini uta inabidi upate msaada, lakini pia ukumbuke mbinu ambazo umekuwa ukijiandaa nazo katika kipindi cha ujauzito hadi kufikia hatua kwa sababu hii <coughs> ndio hatua ya muhimu. Hii ni hatua ya muhimu sana, tunakwenda kumwona mtoto. Kwa hiyo tunahitaji nguvu yako yote. Hakikisha unajua mbinu za kujituliza kuanzia kwenye pumzi, masaji, maneno ya uthibitisho, una sapoti ya watu na watu wa huduma. Ukiwa na hivi vyote, unakwenda kujifungua kwa amani na utulivu mkubwa sana. Katika hiki kipindi, kuna wanawake ambao wataona kwamba hey, yani, siwezi kwa hiyo, hiyo ni sifa nyingine nzuri ya kwamba uko mwishoni hmm. Utaona kama yani mimi hapa ndio basi, sijui nakufa na, au nini kinaenda kutokea. Yale maumivu yanakuwa yanazidi zaidi sana, lakini pia hapa ndio utakuta wanawake wengine atasema maneno ambayo labda hakutarajia kusema. So please mama usi mtu <laughs> Usiongee maneno mabaya just yes, mshukuru Mungu and yani mwamini Mungu, umeshafanya sehemu kubwa sana kuanzia ulipo mtoto alipotungwa tumboni, umetembea hiyo miezi tisa yote mpaka hapa, yani ndio hatua ya kumwona mtoto. Kwa hiyo yani concentrate Fanya yale mazoezi ya pumzi ambayo tumeongelea katika video yetu ya jinsi ya kupumua ya ku, mbinu za, za pumzi ambazo zitakusaidia kuyaweza maumivu ya uchungu au. So sifa nyingine ni utasikia kama haja kubwa, wengi huwa wanasikia kama anataka kwenda haja. Kwa hiyo muda mwingine sio haja kweli, inakuwa tu ni pressure, yani mtoto anashuka na unajua ni karibu na mm, mlango wa choo, kwa hiyo unakuwa unahisi kama nataka kwenda kujisaidia. So ni, pia ni ishara nzuri kwamba unaendelea vizuri na usiogope pata haja wakati wa kujifungua ni kitu cha kawaida sana na ni ishara kubwa nzuri kuwa unamsukuma mtoto jinsi inavyotakiwa. Sifa nyingine hapa sasa, wakati unaelekea mwishoni, zile sentimita kumi zinakuwa zimeisha, uh, mtoto ataanza, unaweza ukaanza kumwona kichwa na kuna kitu kinaitwa ring of fire au mkanda wa moto kwa hiyo mtoto anapokuwa anashuka, una unahisi ile kama unawaka moto pale, katika njia ya ambayo mtoto anashuka. Hii ni kwa sababu mtoto anaposhuka ukiwa unatanuka, kwa hiyo ngozi pia inatanuka. Kwa hiyo sio kama kweli unawaka moto, lakini ni hisia ambayo ndio utahisi lakini pia inaweza iswe ni kila mtu, tuko tofauti, lakini wengi wanaweza wakapata. Kwa hiyo ukishafika sentimita kumi, yani hata usipojua kama kwa sentimita kumi, lakini the fact kwamba hata unaweza kukihisi kichwa cha mtoto inamaanisha kwamba yeah, mtoto huyu hapa yani. So Sio vizuri sana usukume mtoto kwa nguvu yani, usikilize tu mwili, kama kama vile ukitaka kutapika au kupiga chafya yani, mtoto atatoka tu automatically. Kwa hiyo wewe mfanya pumzi katika wakati mtoto ndio yupo mwishoni kabisa, sasa umemuhisi labda kichwa, ikiapa muda mwingine mtoto atakuwa anatoka anarudi, anatoka kidogo anarudi, pia ni kawaida. Wewe focus na pumzi. Kwa hiyo ukiona hivyo, akiwa anataka kutoka, unaweza ukapumulia juujuu, kwa mfano yes, kama hivyo. Na pia ninaongelea kuhusu pumzi kaangalie video ya pumzi ili uweze kukusanya hii elimu yote na ujiandae kama inavyotakiwa. ya ili ikifika steji ya kumshusha mtoto, unakuwa haufanyi kazi peke yako, mwili wako, mtoto vinafanya kazi. Kwa hiyo hakikisha akili yako iko sehemu sahihi sana sana, ndio mwilwa. Kama utakuwa hujapewa madawa, umejifungua tu kawaida, haujapewa dawa yoyote, na ninamaanisha hujapewa dawa yoyote, hujapewa sijui maji ya uchungu au hizi dawa za kupunguza maumivu, ina maana wewe utausikiliza mwili wako kwa asilimia mia, utausikiliza mwili wako jinsi unavyoona, eh, naona nikikaa hivi ndio naona afadhali. Kwa hiyo wewe fanya hivyo. Ndio maana ni vizuri ukae na watu ambao watakusapoti, sio mtu ambaye tena atakufokea. Hiyo inasababisha wewe kuto kuendelea vizuri. Kama utakuwa umepewa dawa, ina maana ni vizuri usikilize maelezo, kwa sababu ile dawa inakuwa inakupunguza unakuwa um, hauko sharp sana, kwa hiyo inabidi ya ufanye kazi na mtu wa huduma. Kwa hiyo ufanyeje katua hatua hii? Pumua juu juu kama nilivyokuonyesha, lakini pia usipigane nayo maumivu. Utaona kabisa ni maumivu, sio maumivu tena, yaani ni makali sana, lakini usipigane nayo, fanya kazi nayo. Ndio maana ni vizuri ujielimishe na hizi mbinu za kukabiliana na maumivu ya uzazi. Kwa hiyo hongera, umefika katika kipindi ambacho mtoto tunamwona ndani ya sekunde chache. Hizi mbinu zitakusaidia hata u usichanike. Ukipumua vizuri, ukawa na watu ambao watakusapoti, hata ukichanika, inakuwa ni yani kidogo, unaweza hata usihitaji stitch. So ni muhimu sana So mtoto wako atatoka na hatua uh, ya mwisho kabisa <coughs> ni placenta. Yes, kondo la uzazi. Kwa hiyo baada ya mtoto kutoka ndani ya zile dakika 30 za mwanzoni, basi placenta pia itazaliwa kama mpaka hapa umesikiliza, na hivi ni vitu ambavyo vimekusaidia, usiache kusubscribe na. Yes, hongera na kutekea kila la heri katika safari yako nzuri ya ujauzito. Asante, nitakuona kwenye video inayofuata.